Uh, mtu wa Mungu, leo hii ikiwa ni Ijumaa ya tarehe kumi na tatu mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano, dunia imeamka ikikutana na habari ambazo sio nzuri sana, na si habari nyingine bali ni habari ya taifa la Israeli kulishambulia taifa la Irani katika majira ya asubuhi na swala hili sio swala ambalo mimi na wewe yatupasa kulifurahia ama kulichukulia katika namna ya kishabiki ya, ya udini ama ukanda. Mtu wa Mungu, hili ni jambo ambalo linahitaji umakini sana, na ni jambo, ni jambo kama ambavyo nimezungumza sio la kulichukulia uh, kidini ama kishabiki. Na mpaka sasa, sasa hivi uh, hatujui nini ambacho kinaweza kikatokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa sababu unapozungumzia vita kati ya Israeli Nailani, na Irani unazungumzia vita ambavyo vinaweza vikasambaa na kuathiri uh, ukanda wa Mashariki ya Kati na Mashariki ya Kati ikishakuwa affected ikishaathirika, uwezo ukajua nini ambacho kinaweza vile vile kikatokea katika mustakabali wa kidunia.